Suluhu yoyote lazima iitoe nchi yetu hapa ilipo kwenye utawala wa kiwiziwizi, tumefahamiana <tuhilipa> lazima suluhu yoyote tunayokwenda kuitafuta haitokwenda kuwa suluhu ya funika kombe, itakuwa ni suluhu ya, ya kuitoa nchi yetu katika janga hili. Tulisema tunakwenda kuinusuru Zanzibar. Sisi tuko pale pale. Suluhu yoyote itakuwa ni ya kuinusuru Zanzibar. Suluhu yoyote lazima iitoe nchi yetu hapa ilipo kwenye utawala wa kiwiziwizi, tumefahamiana. Lazima suluhu yoyote tunayokwenda kuitafuta haitokwenda kuwa suluhu ya funika kombe, itakuwa ni suluhu ya kuitoa nchi yetu katika janga hili. Tulisema tunakwenda kuinusuru Zanzibar, sisi tuko pale pale, suluhu yoyote itakuwa ni ya kuinusuru Zanzibar. Sisi tunachosema kwamba nchi yetu iko katika hali mbaya sana maana tumefikishwa pahala, mtoto mwaka huu tumeona mtoto leo kawa mwizi, maana kapelekwa kwenda kupiga kura, au sio? Maana yake amefundishwa nini? Wizi. Askari kapelekwa kwenda kupiga kura za wizi, ishirini ishirini, hamsini hamsini. Askari leo kaenda kawa mwizi hao sio kuna, wawakilishi wamechaguliwa kwa njia ya wizi, au sio? Hawa ndio wanakwenda kuchaguliwa kuwa mawaziri. Kwa hivyo tunakwenda kuwa na nani? Mawaziri wezi. Tutakwenda kuwa leo na wajumbe wa baraza la wawakilishi wa kuwachunga wezi, wakati na wao wenyewe wamepata viti vya ujumbe wa baraza la wawakilishi kwa wizi kwamba tuliwashajiisha wazanzibari kwa wow, umoja wao kwa pamoja tukaenda kwenye kura kwenye kupiga kura kwa dhamira yetu ile ile ya kuinusuru Zanzibari. Tulikwenda kwenye kupiga kura kwa nia ya kuinusuru Zanzibari. Hili jambo la kupitia hamasa mlioionyesha katika shughuli zetu ndio iliwafanya na wazanzibari wengine wakashajiika, wakatuamini, na kwa mara ya mwanzo katika historia ya nchi yetu tulikwenda kwenye kura na tukapata kura za wazanzibari wote <laughs> tulizipata kwa sababu ya kazi ambayo nyinyi mliifanya kwa hamasa mlioonesha. kwa sababu ya kuwa na matumaini na kushiriki katika harakati hizi mpaka dakika ya mwisho.